Tumia mfumo wa 4 2 3 1, mabadiliko ni sita akiwa leo ameweza kuanza. Kwa upande wa Murang'a Seal, kocha John Jogu anatumia mfumo wa 4 2 3 1 lakini badiliko mabadiliko ni mawili tu, akiwa amerejea langoni Morgan Alube ambuka kuchukua nafasi yake Dolph Owino Junior. Subiria tu mida ya saa 9, kabla kupuliza kipenga chake na papo hapo anapuliza kipenga chake kwa ni dakika 45 za kipindi cha kwanza. Karibu sana ndani ya uga wa Kenyatta, kaunti ya Machakos, ikirindima ligi kuu nchini Kenya. Wapo nyumbani mafande Kenya Police wakipiga uzi wao nyekundu juu chini, huku wageni wao nao wamepiga njano ile yenye michirizi, lakini pia ina nyeusi ndani yake, vijana wa Murang'a Seal ambao ndio wageni wa, wa leo. Eric Zakayo Ngava tena anajitafutia nafasi Eric Zakayo Ngava na kataa na kuzia kwa bora kabisa Pilato wa mchezo anasema ni penalt. Dickens Mimisa anasema kuwa mkono au kuwa katika eneo asilia, na anatoa kadi ya njano. Dickens Mimisa Nyagrowa alisema kuwa mkono au kuwa katika eneo bora. Eric Zakayo Ngava alijaribu kuachilia fataki kile kufunga goli lake la sita Staboy Bajaber anaweka pale pale juu yake, Morgan Alube ambuka, Mohamed Ali Bajaber anawapa goli la kwanza mafande Kenya Police, na kuwapa goli la kutangulia hapa baada ya kufunika penalti yake kwa ubora, lakini amemfunga Morgan Alube pale pale alipotoka, Morgan Alube aliupiga pale pale tu akienda na kumchanganya zaidi alimtuma sokoni huko, mpira ukijaa kambani, kona yake Lucas Kungu akamaliza. Victor Haki David Rishura nagonga mwamba. David Rishura tayari kwamesimama tisti tu wima kule Mogana Lube ambuka, lakini shuti lake David Rishura, akisubiria kina Rashid Toha nalita ndania Abu Jomar! David Irishura Hello, anatuma salamu kutoka Kenyatta Stadium mpaka bunjumbura huko, karibu sana ndani ya ligi kuu nchini Kenya. David Irishura amemaliza kwa kichwa safi na kufunga goli lake la kwanza. Salute Rashid Tohamaitoa. ameitoa watakata mauna Burundi sasa <laughs> ameshinda kumaliza David Irishura. Alichonga uzuri Abu Jomar, akaenda kuparaza kwa kichwa David Irishura, baada ya kuunganisha ubora cross yake Abu Jomar. Akishangiliwa kweli kweli. David Irishura amerudi kwa Kebran Wafula Wanyonyi, mimi na ndani huko, ameteleza, anao nafasi Victor. Victor Haki Akwanyi aliwafunga Madhara United leo, tena anafunga back to back, akiwafunga maafande na kuwapa tumaini mashabika wa Murang'a Seal. Wanapata goli, vijana wa Murang'a Seal walicheza ndefu, akashinda kuondoa mpira wa kwanza. Victor Haki Akwanyi akajaza kitu kambani kule, hakuwa na nafasi hata chembe. Jobo Chieng kuweza kuokoa mkwaju wake shuti lake kijana Victor Haki Akwanye. Na wakati huo pilato wa mchezo Dickens Mimisa anapuliza kipenga chake kwa kuashiria dakika 45 hizo za kipindi cha kwanza zimeweza kumalizika. Morgan Ambuka Lubetyari ametoa nyavuni mara mbili, lakini anateta jambo hapa. Mohamed Ali Bajaber wakishinda goli moja sufuri. Dickens Mimisa napuliza kipenga chake. Karibuni tena kwa kipindi cha pili, ikiwa wapo mbele mafande Kenya Police magoli mawili, vijana wa Murang'a Seal goli moja. Mara ya nne wanakutana timu hizi mbili. Je, watapata alama zote tatu Kenya Police na kupaa tena kileleni, au watarudi na kufanya comeback yao vijana wa Murang'a Seal? Cheze nakulia kule, naye Alvin Mangeni anangia ndani uzuri. Daniel Sakari, machezo jazananiuk amekosa, David amekosa. Starboy Bajaber cross ile ya chini kwa chini yake, Daniel Sakari, pasi mujarabile kashinda ya kuweza kuicheza. David Irishura akiwa na mwenzake Mohamed Ali Bajaber, anayikimbilia David Irishura, anakataa moga na lube ambuke Ameteleza Morgan Eric, Zakayo Ngava anakataa Peter Mwaura, David Irishura baada ya yupo langoni tena, Davidi kosa langu kule Morgan Alube Ambuka, anatapatapa kweli akatoka langoni akapata, lakini touch yake ya kwanza ikawa nzito, lango likabaki wazi. Kwa pale pale tu last man yule Peter Moura, shuti lake David Irishura kakosa lango, japo sentimita chache hizo na pressure kweli, kweli leo Morgan Alube Ambuka. Onyesho kadi ya njano Mohamed Ali Bajaber, lakini pia anatolewa kipa Morgan Alube Ambuka analeta ndani Wilson Ngamau Mwangi sonti kwa upande wa Murang'a Seal katikati ya msimu, lakini familia ya Murang'a Seal ilisimama naye ekipa huyu wanamwenzi na kumpenda David Irishura analeta uzuri huku David Okoto Dhiambo. Mohamed Ali Bajaber bado upo jaza ndani Mohamed Ali Bajaber, Mr. Boy Bajaber tena yuponfom kweli kweli. Mohamed Ali Bajaber akiwapa shangwe vijana na mashabiki wale wa Kenya Police, goli lake la saba la msimu. Anasujudu, Ramadhan karim, saum makbul. Mohamed Ali Bajaber alitaka kuileta krosi akapiga pale pale alikokuwa kipa Wilson Gamau na kuwapa goli la tatu, alitaka ni kama anacheza pasi, lakini alitaka nyavu zaidi, alipenda nyavu zake wilson ngamau zaidi, na kuwapa goli la tatu mafande Kenya Police. Baada hapo akasujudu na kushukuru Mungu kwa kila alichokipata. Mohamed Ali Bajaber, magoli mawili tena kwa Kwaya Master wantu, ile Naisami Ndumu. Kwaya Master, Lucas Maina na Kataja Obochieng. Combination play bora ile bado Lucas Maina ameteleza, ameanguka kiguchia na kuchechemea akitoka David Rishura. Je, ilikuwa ni kupoteza muda? Alikuwa kweli ni yake. David akionyeshwa kadi ya njano ndio natokana kupoteza muda. Tayari amejitayarisha Pilato Dickens Mimisa, na wakati huo huo mwamuzi wakati Dickens Mimisa nyagroa kutoka kaunti ya Mombasa anasema kuwa alama tatu zimewaendea polisi na imemalizika kabisa, tisini na zile za ushei. Jobo Chieng anashukuru kwa alama zote tatu na magoli matatu lakini, Victor Haki akwanyi na anashukuru kwa goli lake moja na kufikisha idadi ya magoli kuwa mawili. Walinzi wote wanne wamepata alama tatu, ndio lakini wamekosa clean sheet ile, Abu Domar, Daniel Sakari, Rashid Toha na Charles Silauma. Imemalizika kutoka uga wa Kenyatta, kaunti ya Machakos, mafande. Kenya Police magoli matatu, Murang'a Seal goli moja. Dakika zote 90 amekuwa nami Charles Onyango Mabululu, hadi wakati mwingine tena, wachadimba itambe <tune>